Ebwana, baada ya Konde Boy Harmonize kuingilia kati au kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Zuchu na Diamond Platnumz, maana tunafahamu kwamba hivi karibuni tu Diamond amezizimua ame amefanya mji umezizima kwelikweli, huko mitandaoni, hususan Instagram, mara tu baada ya kuweka video ambazo zilikuwa zinamuonyesha akiwa anafunga ndoa na mwanadada Zuchu. Umeona bwana eh? moja kwa moja, of course wamefunga ndoa hivi karibuni ikapelekea waka moja kwa moja, Harmonize Kaingilia kati kwa kusema kwamba Diamond na Zuchu pale hakuna ndoa. Diamond aliamua tu kumwoa kiole yani kiwiziwizi, kiolela olela, kama geresha, ili mradi tu Zuchu asiondoke katika record label yake. Umeona bwana, hicho ndio kitu ambacho Harmonize alikizungumza, na watu wengi sana wakawa wameelewa kwamba Harmonize amezungumza hivyo kama fatality, yani kama vile amejibu mashambulizi maana tunakumbuka kwamba kipindi ambacho Harmonize alikuwa katika mgogoro na Ibra. Wakati Ibra anataka kutoka katika record label yake ya Konde Gang, Diamond aliposti picha zake na akatumia wimbo wa Ibra wa copy and paste, wimbo ambao Ibra alikuwa ameutoa siku chache tu, katika siku chache sana zilizopita. Umeona, kwa kitu hicho kilionekana kama vile mtu mzima Diamond bwana ameamua kuingilia kati au kumsapoti Ibra mara tu baada ya kuona kwamba anataka kutoka kwa Harmonize. Kwa hiyo this time around baada ya kuonekana kwamba kuna ndoa na ndoa hiyo watu wakaitilia mashaka kwamba Diamond amefanya hivyo kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba Zuchu aondoki moja kwa moja. Harmonize akalizungumzia hilo swala. Sasa Dulvani, moja kati ya wa ma-comed, macomedian, eh, comedian artist huyu ni kwamba Dulvani bwana ameulizwa swali kuhusiana na hiyo issue akiwa na naye pia ni moja kati ya watu ambao wako karibu sana na record label ya WCB. Eh, akasema je, yeye anazungumziaje issue ya Harmonize kuingilia kati? Ni kwamba Dulvani amesema kwamba yeye hamtambui Harmonize. Umeona, eh, yani kwamba yeye Harmonize hamtambui. Hamtambui baada ya kueleweshwa vizuri kwamba Harmonize ni nani, akasema kwamba yeye anamchukulia kama shabiki wa Diamond na sio msanii, kwamba Dulvani anasema kwamba anamtambua yani Harmonize alikuwa amjui, lakini pia baada ya kuelezewa pale pale na waandishi akasema kwamba yeye anamtambua Harmonize kama shabiki wa Diamond na sio msanii, kitu ambacho kiukweli kimewatimua kweli kweli, kimewatibua kweli kweli mashabiki wa Konde Gang. Maoni yamekuwa mengi. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana yani hii mbwa kwanza ni mbwa. Kuna, kuna mtu ameandika me e, hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment amesema kwamba bwana huyu achunge sana mdomo wake. Kwa mtu amesema kwamba bwana huyu kijana kweli ni bwabwa haswa. Kwa mtu amesema bwana, hivi huyu dogo anajikutaga nani jamani alafu alewe kabisa aelewe kabisa kwamba Konde Gang hatunaga mashabiki na watu ambao ni chakula cha watu. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu akasema bwana huyu jamaa naye pia nina mashaka naye na huenda sio mwenzetu, eh, kwa mtu ameandika hivyo. So hizo ni comment. Ukiwa kama mdau na wewe pia unazungumziaje azungumzia na, una na hicho kitu ambacho Dolvani amekisema kwamba Harmonize ni shabiki wa yeye; anamchukulia Harmonize kama shabiki wa Diamond na sio msanii. So hakikisha una subscribe kwa ajili wa... so, ya kupata update zaidi.